Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametenda. Nafikiri kila mmoja ameona tumeamka na neema, mvua ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo lazima tumshukuru, tuko salama, lakini pia tuendelee kuombea ndugu zetu walawamka ambao afya mgogoro, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya zao njema, ili tuweze kuipambania taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. uh, Zote jana kutoka Varan CEO Almas Kasongo, jana amezungumza baada matakwa manneto, ya kupokea matakwa manne kutoka kutokayaafka ikiwemo kuvunjwa kamati ya m72 CEO wa boda ligi ajiuzuru, katibu mkuu wa TFF Kidao tffekidao wajiuzuru hmm. Lakini pia boda ligi ochongo huru e, boda ligi wamesema wamepokea, watafanyia kazi Umepokeaje na wewe, na kipi maoni yako, uh, kwenye matakwa ya? Kwanza niwapongeze niwapongeze sana bodi ya ligi kwa namna ambavyo wameonyesha ungwana mkubwa na wameonyesha namna ambavyo ya kuongoza kukoje wao. Siku zote mimi naamini kwamba wanaongoza watu aina wa tofauti, wanaongoza watu wanaona, wanaongoza watu wasiona, wanaongoza watu wanaojua, wanaongoza watu ambao wasio sio, sio jua. Kwa hiyo kusema wao ripoti wameipokea, tafanya kazi ni moja na jukumu yao, lakini mimi kimsingi sioni malalamiko ya msingi ambayo Dar es Salaam Africans waloyatoa jana kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, Dar es Salaam Africans wao ndio waliandika barua kuwafahamisha umma hawana imani na bodi ya ligi, wanahitaji ijiuzuru bodi ya ligi ili kuona namna ambavyo football yetu iendelee kuchezwa. Leo hakuna Mtanzania aliyewahi kusikia kwamba bodi ya ligi imefanyaje imejiuzuru bodi ya ligi ni ile ile. Inakuwaje unakwenda na unaita itwa, na unaitikia wito na mtu ambaye usiyemwamini, una imani naye, unakwenda una discuss naye, alafu mwisho wa siku unambea mzee, malalamiko ya kwangu ya hapo, naomba uyatekeleze. Hapa ndio tunapata ule msemo wa Kiarabu unasema, almajununu fululu. Hapa ali kuna imani vipi unampelekea matakwa yako aende kuyatekeleza, huyu ambaye wewe huna huna imani naye kwao? Hii inaonyesha namna ambayo watu walivyopeleka malalamiko awajitambuli. Alafu mi niseme ukweli, mpaka sasa hivi ukiniuliza, sijui lalamiko la yanga ni nini kwa bodi ya ligi sijui, moja ya sababu sakata linaanza cha kwanza wao wenye wameenda kasi madai waliopeleka kasi ndio madai walioleta jana kwenye bodi ya ligi? Waandishi tusemeni, msiogope, mko huru semeni. Madai waliopeleka kasi ndio madai waliopeleka jana kwenye bodi ya ligi? Jibu sio. Walivyokwenda bodi ya ligi, walivyorudi, walivyokwenda kasi, walivyorudi, wakaandika barua, wanahitaji kuona bodi ya ligi inafanyaje inajiuzuru jana, wameitaka bodi ya ligi jiuzuru au wametaka kamati ya masaa kumi na mbili jiuzuru? Jana wametaka bodi ya ligi jiuzuru au wametaka, sio ajiuzuru, maana yake tunakubaliana na barua walioandika ya kwanza walioandika. So Dar es Salaam ngafika, si ndio? yapi madai yao sahii? hawa hawa wamerudi, wamekwenda mahakamani, wandishi mnajua. Madai waliopeleka mahakamani ndio madai waliopeleka jana kwa bodi ya ligi tachi uh -huh. Ndio. Wajaribu kutumia uh -huh. Wasiwe bangusilo wasitafute mtu wa kumvaisha gunia uh -huh. Abebe la gunia la misumari wabebe wenyewe wamelikoroga watalinywa na Waswahili wanasema mwenye kilanga hapewi pole. Leo hii eti unakwenda kutamka unasema wazi, mwenyekiti nani katibu mkuu wa chama cha mpira wa Tanzania TFF ajiuzuru, kwa sababu ameshindwa kwenda kutoa maamuzi juu ya nani ya waamuzi, sindio madai yao uhum. Ndivyo sivyo? Katibu mkuu anaingiaje kwenda kufanya maamuzi ya waamuzi, wanajua kanuni yao? Hawa hawa ndio wanajiita watu wa mpira. Katibu mkuu ana mamlaka hayo, anayo kwenda kuhukumu waamuzi? Nendeni mkawaambie, kwa mujibu wa kanuni za mpira waamuzi wanapokwenda kukosea wako watu wanaamini kwamba ndio wanahitajika kwenda kuhukumu lakini sio katibu mkuu. Katibu mkuu hana mamlaka kuingilia maamuzi ya waamuzi. Bodi ya ligi inabeba malalamiko, inapeleka kwenye kamati ya masaa sabini na mbili. Kamati ya masaa sabini na mbili wao wanakwenda kufanya review, wanakwenda kuangalia aidha wahukumu au wasihukumu. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwao waambieni katika sakatairi, katibu mkuu wa chama cha mpira mpila hausiki, hausiki, hausiki, lakini wao wanasema mm hawana -hmm. imani leo Dar es Salaam angafu kasimingwa miaka mitatu mfulizo ndivyo. Mm -hmm. katibu mkuu nani? Mm -hmm. chama cha mpira wa miguu. Mm -hmm. Timu gani inaongoza ligi? Ya bisi katibu mkuu nani anaonea? Hao walitaka kumvaisha mabomu kidau mm -hmm. Hao walikuwa na mshawishi kidau aharibu mpira kidau, kakataa, ndio mbaya ah, yako madudu waliamua kuyatengeneza Kidao yupo kwa sababu ya maslahi ya mpira wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Tanzania Bara, hayupo Kidao kwenda vitu kutenda vitu kwa, kwa, kwa maslahi ya watu kuniambia okay. Anga wamegeuka ndo maana vichwa vinauma eh. Ni waombe sana ndugu hmm. wa zangu Dar es Salaam Africans, hususan mashabiki zangu wa Dar es Salaam Africans wasitumike vibaya wasitumie ile kauli ya punda afe mzigo wa bwana ufike, wasitumie hiyo kauli. Wanatumika kwa sababu ya maslahi mapana ya watu, sio kwa maslahi mas ya Dar es Salaam Africans ali, hakuna mtu asiyejua mabadiliko makubwa kwenye mpira wetu kwenye nchi hii leo. Katika nchi ya hamsini na nne ligi ya hamsini na nne kwenye bara la Afrika ligi yetu ni ya nne kwa ubora ali, unakataa programu ya football kwenye nchi iko vizuri? soka la wanawake linapigwa, Under 20 ligi inachezwa, Under 17 ligi inafanyaje, inachezwa. Tunahitaji nini kwenye mpira wetu kwenye nchi hii? Uwekezaji mkubwa TFF wamefanya Majenga mnyanjani kisala wetu nani ajuu Leo nakwenda kutamka hadharani Almasi Kasongo ajiuzuru. <laughs> Nenda kwa manye maandiko ya Bibilia, nataka kujibu shortcut yako maandiko anasema kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio, toa boriti kwenye jicho lako. Una maana gani? <laughs> ujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzio toa boriti kwenye jicho lako. Huyu CEO wa bodi ya ligi, moja katika watu bora kabisa waliosimamia ligi yetu kwa ufasaha mkubwa, ni shida. Kuna muda mtu akiamua kusema no, ndio mbaya Kasongo ameamua kusema no, tundende tukacheze mpia hivi leo. Andishi klabu gani kwa miaka mitatu umechukua ubingwa wa kuongoza uamuzi kufungiwa kwenye nchi mangafikas mwaka huu ndio klabu pekee na goli la mkono kwenye ligi yetu NBC. Hakuna mwamba yote anaweza kulalamika, paka anafunga pale goli la mkono, watu wanashangilia. Mwaka huu limefungwa goli, mwaka huu mpira umetolewa nje, mwamba kaenda kuukomba nje, ulipa kaweka ndani, adhamu anakufa hiyo watu wakushangilia. Walete timu tarehe 15 lukacheza mpira. Sasa Kisugu <laughs> umezungumza uh, vizuri madai ya hoja za CEO na bodi ya ligi kwa ujumla. Tureje kwa Young Africans wao, baada ya kikao wali ita press conference, wakazungumza madai yao kama yafuatavyo: hawatoshiriki michezo yote iliyobaki ya ligi kuu kitoa mchezo namba 100 na 4 ambao wa dabi ya Kariakoo, hawatocheza michezo iliyobaki mpaka Uh, matakwa yao yafanywe kazi. Hilo la kwanza. La pili, alama zao hakuna mtu yoyote anaweza kuzichukua alama zao kuzikata, kwa sababu walizitafuta kwa, kwa nguvu jasho na damu na kwa umoja mpaka wamezipata, na la mwisho hawatacheza fainali ya CRDB Confederation Cup pale visiwani Zanzibar, mpaka watapoingiziwa fedha zao. Bodi ya ligi inasimamia timu 42, championship na ligi ya NBC ligi ya NBC na timu kumi na sita kumi na sita toa moja kumi na tano ongeza moja pinawachezeka uchezeke wasicheze. Na huu ni mpango mkakati waliuanza mapema kuja kuvuruga mpira wetu, kwa sababu hawataki kuona juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona nchi nakwenda kuandaa mashindano 2027 saba, wao ndo wanatafuta na namna kuzuia mashindano yasifanyike asifanyike. Ni mpango mkakati huu, wasicheze? Nani wanamtisha? Wanamtisha Kalia au wanamtisha mzee Mguto? Kwanza niwafurahishe kabla sijajibu. Ngedele katema bungo, hatumtaki mzee Mguto. Jana umebadilika Mzee Mbuto safi hatumtaki Kasongo, yeah. <laughs> Kuto kucheza mpira Dar es Salaam Yanga Africans. Hakumaanishi kwamba ligi yetu kuto kuchezeka kule nje. Mm. Na kusema hakuna mwamba yote mwanaume yote atakayeweza kukata pointi. Huu kunaonyesha ni udhaifu mkubwa kuto kujua kanuni za mpira wa miguu. Sasa ili yaamini kwamba kuna watu wana uwezo mkubwa wa kukata pointi zako, asilete timu tarehe kumi na tano. Lakini <coughs> chingine nimuhusie sana mdogo wangu, mi nampenda sana Haji, rafiki yangu mkubwa, ana kariya ndefu kwenye football, asitumike vibaya. Wako watu wametumika vibaya, wamebwagwa, yaani kwa kuchafua taasisi za watu wengine. Wewe kama unadai, utaratibu wa kudai haupo, hujui namna ya kudai kwenye place, unakwenda kumwambia Kisugu akusaidie nini? Jan Charles bareke, wewe hujui kama anadai? Kashasema kwenye vyombo vya habari. Ziko kesi zinakuja tu kwenye hukumu alipeni hao. Ushawe kumsikia aniedai kwenda kwako katika vyombo vya habari. Anatumika vibaya kwa mdogo yule. Hii football. Kuna maisha baada ya mpira. Tengenezea uwigo katika mpira ili baadaye uje kuishi vizuri kama nilivyoishi mimi. Eh, hey, jana Alex Ngai kafanya mambo. <laughs> Naamka asubuhi nakuta mambo amekwenda vizuri, watoto na hukaruka. Tengeneza principles za mpira, maisha yaende. Usitengeneze mpira ukawatengeneza maadui na watu, usiharibu brandi za watu kwa maslahi ya watu fulani. Kama kweli wanadai, utaratibu wa kudai deni upo. Wewe unaamini Yanga idaili nani? Ushamsikia katoka dharani kusema Yanga tunawadai? Wewe ali na mimi ali na yule hali tukae tuzungumze na hali mwenzetu, sio alichofanya leo wewe, mkubali ndugu yako wajina, lazima kuna muda tumrekebishe ndugu yetu huyo, lakini uh -huh. waandishi wa habari niwaambie, uh -huh. tumieni maiki zenu tumieni kamera zenu kwa kutengeneza mpira kwenye nchi yetu uh -huh tusije kutengeneza uadui. Mara nyingi nasema Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Watu wa Simba na watu wa Yanga wote ni wamoja, tunakaa sehemu, tunataniana, tunacheka, maisha yanafanyaje. Lakini kuna watu wanajaribu kutengeneza principle kuona namna ambavyo Simba na Yanga tunabaki kuwa husana na CRDB Confederation. Yanga wamesema hawachezi mpaka watapolipwa hela zao za msimu uliopita. Watu wameshtuka benki kubwa kama ile, lakini pia kushirikiana na shirikisho shirikisho, wamewezaje kumwamini au kuiamini benki ambayo haijaweka fedha za mshindi tokea msimu uliopita, jambo ambalo limezua taharuki na kwa mara ya kwanza kwenye football. Vitu kama hivi vikifanyika vinaondoa, usipate tabu. Yanga wadai

hatu wazui taendelea kucheza mpira kwa upande wako wa, wa, wa, wa hili jambo yako. Ni niseme tu jambo moja yangoswe mwachengoswe si. Lakini pia FA ni sehemu ya, ya, ya, ya mashindano ambayo yanasimamiwa na shirikisho kabisa. Ligi inasimamiwa na, na chombo shirikisho la mpira wa miguu ndio inasimamia, lakini mambo yanaenda kuwa hivi, watu wanashangaa shirikisho unasimamiwa na nani? Kama unadai unatakiwa uende kwa nani? Unawaita waandishi wa, wa habari wa ndio wakulipe? Huu ni upeo mdogo ya ngoswe mwache ngoswe. Lakini huenda labda wame. Shehe ngoso wachangoso, upeo mdogo. Haya, sasa, muda mrefu chako kwenye vyombo vya habari ushasema, tumekusikia, jala mpaka mabovu tumekuona, tukuchangie sisi tukulipe hela. Wanataka haki ifanyike. Nani mwenye kutoa haki? Chepfu waende, lakini wamefanya delay chepfu, nasema waende, hapo uone kama tena kwao wamekosea, waende. Inakuwaje bingwa msimu mzima na huja hajajaribu hata mpaka tunaenda kukamilisha msimu wa pili tisini na tisa Yanga anakwenda kuwa bingwa wa Afrika mashariki na ya kati Uganda. mm -hmm. Aliongoza msafara alikuwa sumaini de Lage, nakumbuka yanga walilipwa kama milioni tisini kama itakuwa sawasawa sawa, kama nitakosea mzee wangu Lage asamee. Yanga wakupata hata mia wakalalamika, tunalidai shirikisho wakati ule fati Lage akasema nanii, mnadaiwa, tumekata madeni yetu. Kwa hiyo inawezekana na hii wamba umechukua madeni yao lakini tunachafua mpira wetu kwa daraja lilopiga timu kama yana, tunachafua mpira wetu kuto kwenda kupeleka timu kucheza. Waambieni wao warudi kwenye katiba yao ibara ya nane, wamekiri katika katiba yao wako tayari kupokea maagizo na kuyafuata maagizo yatakayotolewa na chama cha mpira wa, wa miguu Tanzania, TFF. Maana yake katiba yako ishakubali wakikwambia mechi ya Alhamisi unatakiwa ufanyeje?

Atipasi. Sasa mnyosho anaonyesha kwa kwenda kasi kudech basi, waendelee kugoma na kiyoko. Haji Manara amesema karia atoke madarakani yeye, aamini ye kama CRDB hawajaweka mpunga kwenye akaunti, anaona kama hela zimewekwa afu karia ame amekula kwa hiyo, anataka pia Karia jiuzuru kwenye hiyo nafasi. Katika vitu ambavyo sipendi kuvijibu duniani, ukinaambia swala la Haji, mimi naamini swala la Haji lolote atakazungumza la ukweli tu. Asalamu alaykum, mwitike wa alaykum salam eh? mimi rafiki yangu sana Haji. yeah. hey. Yeah. umwamini jambo ambalo linatoka kwake la kweli ni. Asalamu alaykum wa alaykum salam na ukitaka kujua hata mimi nampigia siku ya sikukuu Ijumaa nampigia simu, si Haji vipi, nisubiri kutoka kuswali basi ka kunipigia sana usiku ki, siwezi mi kukomenti swala la Haji. Huwezi ukatuambia moja marais ambao waliosababisha na kuleta maendeleo makubwa kwenye mpira wetu weleskali, alafu kanaambia kiurahisi tuatoke yeye ndio ndo ameonekana wamemtoa ndio si? Si anafaa, na tunatamba naye Kisugu. Ca kwako kwa, ku, kwa ya experience yako tumepelekea Mwinyi fainali ya Confederation Africa Simba dhidi ya RS Berkane, lakini safari hii fainali ya CRDB imeenda pale. Lakini wakati fainali imetangazwa tukuchezeka kwenye visiwa visiwani Zanzibar, Yanga wameamua kuleta noma kwamba wacheze mpaka watapolipwa stake zao kwako na nini la kumwambia mzee Mwinyi ambaye anaamini kwenye football na umeona akitoa support kubwa kwenye vilabu vyetu? No comment ndio lako moja. Kwa mzee Hussein Mwinyi, nimpongeze sana rais bora wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mmoja rais ambaye anapenda sana michezo na amefanya mabadiliko makubwa sana kwenye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Nafikiri mmeona amefanya ukarabati mkubwa katika kiwanja cha Amani Zanzibar, kimekuwa kiwanja bora kimekuwa katika kiwanja cha kisasa kabisa, moja katika viwanja bora katika bara la Afrika. Nazungumza Amani Zanzibar, amefanya kazi kubwa kutengeneza vituo vingi vya kufanyia michezo. Juzi ni kwa Zanzibar nikajua labda mimi kwa Ulaya, usiku kila ukipita kwenye mitaa utaona namna ambavyo ametengeneza vituo vikubwa, vijana kwenda kufanya nini, mazoezi. Kwa hiyo nimpongeze sana na niendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kumpa afya njema na baba na mtoto

viingilio lakini, upande wa pili hawachezi. Lakini Simba mmesimamia msimamo wenu na mmesema ligi si ya timu moja. Kwanza niwapongeze management ya Simba moja, management bora ikiongozwa na mwanadada CEO madamu Zubeda. Tumeonyesha ukubwa wetu, na niwaambie tu viongozi wangu wa Simba tangazo lao nimejisikia, lakini mimi kabla ya tangazo nilikuwa naihifadhi vizuri tiketi yangu, ninayo yeah. Tena bahati nzuri, ina risiti nimeweka kwa ajili ya dabican <laughs> Okay. Okay. So yeah. <laughs> Hmm. tukutane katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wanasimba yeah. Kitakwenda kuwaka hmm. Wamekuja shauli yao, hawakuja shauli yako. Mzigo huu hapa kwao, nimwambie Mm-hmm. Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally asiyo na swasi mwamba Kisugu, mzigo ninao, kwaiyo niwapongeze kwa tangazo lile. Mi naamini wana Simba wamelisikia vizuri, tutakwenda kutii amri ya uongozi wetu kwa maana wa Simba Sports, tutakwenda katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, lakini hali nizungumze tu jambo moja na nitoe uhusia wangu na niwakumbushe vyombo vya ulinzi na, na, na usalama, viko baadhi ya watu wameamua kuja kutengeneza uhuni mkubwa na kujipanga kuja mm, mm -hmm. kufanya vurugu siku ya tarehe 15 katika uwanja wa Benjamin William Cup, na niwaambie tu salama, watu wanaohitaji kufanya vurugu hawafiki watu ishirini na saba. Wamejipanga moja kuhakikisha kwamba mtu akija uwanjani amevaa jezi ya daresslam gfa kumfanya fujo mm -hmm. lakini hata hivyo wamekuja kwa kuweka mipango mikakati ili kuhakikisha mm -hmm. kuja kuzuia timu ya Simba Sports isiingie katika uwanja wa Benjamin William Cup. Mimi niwaambie waliopanga hiyo mikakati wanajidanganya. Mzee wetu kama kamanda wa kanda maalum mm -hmm. amekula kiapo cha kumlinda Tanzania pamoja na mali zake. Niwaambie Watanzania wasiwe na hofu. Mzee mlilo yupo atakuja kutulinda, tutakuja kwa salama, atatulinda sisi pamoja na mali zetu. Lakini pia naamini kama ndamudi yuko vizuri, yuko sawasawa sawa. Niwaambie wana hofu wasi, wana simba wasio na hofu, ulinzi utakuwa uko vizuri. Tukutane katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ili kuhakikisha kwamba logistics zote zinakwenda sawasawa na pointi tatu zinachukua inshallah. Mungu, ukimpendeza, mwaka huu tunakwenda kuwa mabingwa wa NBC na lile kombe la Kisugu litaonekana Kisugu. <laughs> Uh, mechi mfano yanga msimamoni wa wawtoleta team. Simba anasema mashabiki waje. Wapo mashabiki wanatoka sehemu mbalimbali kuja kushuhudia mchezo. Eh, watu kutoka Mwanza, Bukoba na sehemu nyingine wakija Benjamin Mkapa, alafu mechi haitokuepo. Uone kama kuna burudani, kuna namna... tutapata hmm. Upande mmoja atakaye Shimanura. Upande mmoja atakaye Pimpin Kamara upande mmoja atakaa Shomari Kapombe, upande mmoja atakaa Duchu, upande mmoja atakaa Mohamed Hussein Shabarala, upande mmoja atakaa Nauma, upande mmoja fubeki 4 kura atacheza Hamza na huku atacheza Kaze, sentafu huku atasimama Chalabu, Kura atakaa Chamalon. Sita kule atakaa Kagoma, huku sita atakaa Kajefa, saba kule atakaa Chasambi saba huku atakaa Kibo Denis. Nane kule atakaa Fabias Mwamba Ngoma. Nane huku atakaa ndugu yangu Fernandez Deborah. Tisa kule atakwenda Ateba. huku tisa atakwenda Jean Chals Ahoua. Kumi kule atakwenda Uwesuwesu, huku kumi atapiga ndugu yangu Mukwara. Kule kumi na moja atakwenda Mpanzu, huku kumi na moja Chars Baua. Kule atavaa nyekundu. Huko watavaa nyeupe. Tushachukua pointi zetu tatu. Tutapata burudani sasa niombe waje. <laughs> <laughs> Shukrani.